Sisi kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, kama kiongozi wa wilaya ya Kongwa, mimi ninawashukuru sana, mmeunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais kwenye kuwaletea wananchi maendeleo yao, lakini kuhakikisha huduma za jamii zinaimarika. Sana mahitaji ya wilaya ya Kongwa kwa watoto wanaosoma kwenye mazingira magumu ni makubwa, kama ambavyo imekuwa sehemu zingine. Hao watoto wanakuwa ni wanyonge sana kujumuika na wenzao, kisaikolojia hawanakuwa hawako vizuri hawana mavazi, hawana chakula na mambo mengine. Kwa hiyo mnachokifanya hiki, mnawaletea tabasamu kwenye nyuso zao, lakini mnawafanya wajisikie kujiamini na kusoma kama watoto wengine ambavyo wanafanya. Hawa ni mia moja tu, lakini tunao idadi kubwa zaidi ya mia moja wanaweza kuwa wanahitaji mahitaji kama haya ambayo mmeyatoa. Tunazo taasisi nyingi zinazofanya kazi kama hii na kazi zingine kwenye mkoa huu wa Dodoma. Hebu waone hiki kilichofanywa na DUWASA. Hawa watoto ni wa jamii yote, tuna uwezo wa kuwahudumia kwa pamoja. Wamama, pambanieni elimu ya watoto wenu, hakikisheni mtoto wako anasoma, kwa sababu wababa, wakati mwingine, sio wote, lakini wapo wachache ambao wao wana wako kwenye utafutaji, swala la kufuatilia elimu ya watoto wameliacha kwa wazazi wa kike. Sisi wote ni mazao ya ya elimu. Isingekuwa elimu, tusingekuwa hapa. Hakuna ambaye anaweza kusimama kama mtendaji wa kijiji, mtendaji wa kata, mkuu wa wilaya, si mkurugenzi asiwe na elimu. Na sisi wote tulianza kama hao watoto wenu, kuna siku tulikuwa darasa la kwanza, kuna siku tulikuwa kidato cha kwanza, mpaka tumefika hapa tulipofika. Kwa hiyo ifanyeni elimu kuwa ni msingi kabisa wa kufungua e, maisha ya mwanao. A, hizi kazi za ndani tunazowapeleka watoto wakafanye wanazolipwa elfu sitini ni kazi za muda mfupi. Hawezi kufanya mtoto kazi za ndani mpaka umri wa miaka arobaini. Sana akijitahidi sana atafanya kazi miaka mitano, atarudi nyumbani, atarudi atabaki kuwa e, wewe atakuwa ni tegemezi, na utaendelea kumhudumia na utu uzima alionao. Tafadhali sana, kama kuna kipindi kizuri kabisa cha kusomesha watoto, ndio kipindi hiki ambacho miundombinu mingi ya kielimu imeimarishwa vizuri na serikali. Sasa hivi ukipita vijijini kote, majengo mazuri sana yanaweza kuonekana kwa haraka ni majengo ya shule, yatafata vituo vya afya zahanati lakini shule ndiko sehemu ambayo ni, mane, ni majengo maridadi yaliyoko kwenye maeneo yetu sasa. Lakini ndio wakati ambao tunashuhudia wazazi wengi, mwamko wa shule umekuwa ni mdogo kuandikisha watoto, mpaka tuvutane, tukague, tukamate, ndio watoto waandikishwe. Tafadhali, tunamkatisha tamaa sana mheshimiwa rais. Sasa tunavyoona nyinyi eh, Uh, Dutch Water Operators na DUWASA mmekuja kufanya jambo hili kwa kweli tunashukuru, kwa sababu uh, matokeo yake yataonekana katika swala la utekelezaji wa jambo ambalo limetoweka mahali hapa na hawa wenzetu ambao ni wafadhili wa VEI kutoka Uholanzi. Mradi huu wa ushirikiano kati ya VEI ya nchini Uholanzi na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dodoma DUWASA ulianza mwaka elfu mbili na ishirini na mbili ukiwa na thamani ya shilingi ya bilioni tatu nukta saba za uwekezaji na umejikita kwenye kuboresha utendaji kazi wa mamlaka ikiwemo kupunguza kiwango cha upotevu wa maji, kuboresha utumiaji wa mifumo ya TEHAMA, kufanya maunganisho ya maji kwa bei nafuu kwa wateja wa kaya za kipato cha chini, yaani mradi wetu unaitwa Water for Life. Na kwa kuitambua jamii tunayoihudumia leo Mei 16, 2025 tunatoa msaada kwa maana ya kwamba ni corporate social responsibility wa sare za shule uniforms kwa wanafunzi 105 wa shule saba za msingi zilizopo kata ya Kibaigwa, wilayani Kongwa, zenye gharama ya shilingi milioni moja laki saba na elfu kumi na tano. Pamoja na uniform hizo, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, pia DUWASA itatoa misaada mingine ambayo ni madaftari mia mbili kalamu mia mbili na penseli mia mbili ambazo watapatiwa wanafunzi hao hii leo. Washukuru sana Duasa kwa upendo huu, nyie mnaonyesha njia. Hawa watoto leo ambao mnawapa msaada, ni kweli, ukiwaangalia hata kwa macho wanahitaji msaada huu. Toe pongezi na shukurani kwa ndugu zetu wa Duasa kwa hili tendo pekee, tendo la huluma tendo ambalo linakwenda kubariki watoto wetu ambao walikuwa na uhitaji maalum. Mungu wa mbinguni awabariki sana Duwasa, pamoja na wale wadau ambao umeshirikiana. Ni kweli hawa watoto tunakaa nao wa mashuleni, mazingira yao kwa kweli sio mazuri, lakini kama serikali imeona jambo jema sana kuwasapoti kwa hiki ambacho kimepatikana, basi lakini pia anakuwatia moyo kwamba kwa, kwa mazingira walionayo sio kikwazo cha kuweza kuwafanya wasiendelee na elimu. Napenda kushukuru hawa DUWASA ambao wametuletea msaada, pia nawashukuru hata viongozi wote waliokuja kushiriki hafla hii ya kuwapa watoto wetu angalau hicho walichokipata, tunakishukuru sana sana, maana watoto wengine kwa kweli walikuwa hawana raha kwa ajili ya vitu hivyo, uniform, daftari. Unaona mtoto anasumbua. DUWASA, maji kwa maisha salama.